Ikiwa tuko katika murajaa wa somo la hisabu ya faslu rabi. Leo tutasoma jadwali moja katika majadwali mawili ya mwisho. bismillahi rahmani rahim. Ishtaraka zaidun wa bakrun, ameshirikiana zaidi na bakri, walishirikiana zaidi na bakri wa khalidin ishtaraka zaidun wa bakrun wa khalidun, na Khalid wa ahmadu, na Ahmad fi tijaratin, hawa wanne walishirikiana katika biashara. Rasumaliha, raslimali ya hiyo biashara, mtaji wa hiyo biashara sittatun wa khamsuna shilnan, ni shilingi khamsini na sita. Walamma akhadhu nasibahum, na walipochukua mafungu yao, yani kila mmoja alipochukua fungu lake kana li zaidin isnani wa khamsuna kasran, alipata shilingi mbili na na na hamsini. Yani 50 ni nusu ya shilingi eh? Wali bakrin yo, ni, ni, ni kama kusema shilingi mbili na nusu, kwa sababu ile sumni ndo 50 cent na mapeni kumi ni shilingi moja. Kwa wa wale wa zamani waelewa mambo ya sumni, mapeni ni sawa kusema na shilingi mbili unusu. Wali bakrin, na bakri alipata arbaatun alipata shilingi nne, arbaatu shilnan, shilingi nne. Wali ahmada, na Ahmad tasoma kwa fataha kwa sababu waisarifiki, alipata arbaatun shilnan wa khamsatun wa sabuna kasran, na akapata ee, e, shilingi nne na mapeni sabini na tano hapo ni kama kusema shilingi tano kupungua mapeni mawili na ndururu eh, mapeni mawili na ndururu ndururu ni nusu ya peni kwa hivyo mapeni kumi ni shilingi moja. Hapo ingikoko ni saba, ingikoko yampungua mapeni matatu. Kwa hivyo hapo ni saba na tano, manake sabini na tano, manake ni mapeni mawili, hapo yampungua na nduru ifike shilingi. Wali Khalidi, na Khalidi alikuwa amepata ithnani, ama shilinane, shilingi mbili wa khamsatun wa sab'una na akapata kasri ama shilingi kupungua mapeni mawili na ndhururu. Fama aslu rasi mali kulli wahidin minhum, basi ni ipi asli ya rasli mali ya kila mmoja kutokana na wao? Ama ni lipi shina la E, rasilimali mtaji wa kila mmoja katika wao hawa walioshirikiana katika biashara. Sasa hapa imeandikwa jadwali, lakini katika rasilimali hakuna ndia ya kufanya. Tumejaribu kuiandika, hakuna rasilimali, hakuna asili ya rasilimali. Iko majumui yao hamsini na tano Majumui ni hamsini na sita. Sasa ndia ya kwanza utakusanya hizi ambazo ndizo walizopata, ukishakusanya utapata ni, mia, ni elfu moja mia nne. Na hii tumeambiwa ikizidi ashara tunapiga mstari wa kupondokea kulia, elfu moja mia nne utagawanya. Njia ya pili, ukishapata ukishakusanya, utakachopata utagawanya kwenye rasilimali yao ambao ni hamsini na sita, utapata jawabu yakunu l asilu hamsatan wa ishirina itakuwa ni ishirini na tano. Njia ya tatu, ukishapata jawabu ishirini na tano, utagawanya katika kila walichokipata ambapo zaidi amepata mia mbili na hamsini yaani tukifanya kwa jumla, ukigawanya kwa ishirini na tano utapata kumi. Utatukua wa pili, Bakri amepata mia nne. Mia nne utagawanya ishirini na tano utapata kumi na sita Utamtukua Ahmad amepata nne na sabini na tano yaani mia nne sabini na tano utagawanya kwa ishirini na tano utapata kumi na tisia utachukua Khalid amepata mia mbili na sabini na tano itagawanya kwa ishirini na tano itakuwa kumi na moja ndiya nne. Ukitaka kujua sasa uhakika wa hii hisabu utazikusanya hizi jawabu ndio hii utapata hamsini na sita na kila jawabu utamwekea mwenyewe ndio asli ya rasilimali ya kila mmoja, na hapa itakuwa hisabu imetimia wasada llah awqatakum wa ila liqa tumesomesha jadwali hili moja hili la mwisho tutalihakikisha alafu nalo tutalituma wassalamu alaikum walafua minkum